Lakini amenipiga mimi na mme wangu hajawahi kunipiga hizo kofi ambayo amenipiga. Kwa hiyo naomba tu Mama Samia wasikilize wanyonge, wanawake. Na hata mimi sitahubutu kumfunga mtumishi wa Mungu pingu. Mimi ni askari mgambo na vitambulisho vyote ninavyo hapa, hata sasa nikiulizwa. Ripoti za Manara TV, kutoka mkoani Arusha. Mtu mmoja aliyejitambulisha kwa cheo cha askari mgambo amevamia kanisa moja lililopo katika kata ya Ilkidinga mkoani Arusha ambalo lilikuwa likiendelea na ibada asubuhi na kumpiga mama mmoja anayefahamika kwa jina la Enothi Mussa hadi kupoteza fahamu na kuzimia, kisha alichukua hatua ya kumfunga mchungaji huyo aliyokuwa akiongoza ibada hiyo pingu. Waumini na mashuhuda wa kanisa hilo wameeleza zaidi. Mimi kwa majina yangu naitwa Joshua Nevashia Laizar, mkazi wa Ologeruno Kioga. Nilichosikitishwa mimi kukutana na mchungaji kupigwa pingu kwa kosa la kuhubiri wakati kuhubiri ni wakati wowote mtu anapoamka na moyo wake kufunguka na kufanya jambo ambalo linaweza likawa na rehema mbele za watu na kumbadilisha mtu baina ya mtu. Leo hii nasikitika kwamba kama si laana, watu wamejitengenezea tidani, aliyetoa mamlaka mule mchungaji akamatwe, ambazo ni vitu ambavyo inatakiwa mtu jiongeze na kujitambua kwamba laana unazozizomba kwako si rafiki. Leo hii unatafuta laana kuanzia wajukuu mpaka vitukuu. Leo hii hata kanisani mgono na ninavyosikia watu wengi wanajadili kwamba leo Jumapili, leo sio Jumapili ya siku ya ibada, lakini saa na sekunde yote mtu unaweza kufanya ibada. Hata unapotoka nyumbani kwako, unaweza ukasimama sehemu kwa ukumbi kufanya ibada. Hata ma, matumishi wengi wanakuwa na maeneo rafiki ya kufanya ibada popote pale, na wana cha leseni wala nini bana, ni neno la kuhamasisha watu kumjua Mungu, lakini cha ajabu mimi ninachosikitika ni jambo ambalo sijajenga mimi kweli. Kama ni kitu kinaendelea hivi, hii miti sijui nani atakuja kuitengua. Maana hata mimi sitathubutu kumfunga mtumishi wa Mungu pingu. Mimi ni askari mgambo na vitambulisho vyote ninavyo hapa hata sasa hivi nikiulizwa, lakini sita kuwa na mamlaka pasipo kuwa na tatizo ambalo linaweza kuleta itilafu katika wananchi. Hii ni kujenga, kwani ameanzisha fujo? Ingekuwa kuna fujo fujoit, ingekuwa na jambo moja au mbili. Naitwa Enothi Mussa. Ilikuwa tunaabudu kanisa la Yesu, na Pentecostal la Yesu Kristo kule juu. Sasa nimeamka asubuhi ilikuwa naenda kazini. Siendi mimi kazi kabla sijaenda maombi morning glory. Sasa nimeenda nikasikia nikasikia mchungaji amekata ta. Nikasema ni nini ndio inaendelea? Nikaa nimefika hapo nikasikia mtoto analia nikasema ni shoti ya umeme ndio imepiga. Nikasema Mungu wangu ni nini? Nikakuta mama moja naye ambayo ilikuwa naye. Nikasema nini? Nikakuta mgambo ameshaweka mchungaji pingu, nikamwambia kwa nini, akaniambia hamna kitu. Nikatoa sasa simu kwenye mfuko, nikataka kupiga, akakimbilia akanishambulia makofi ambao hata mke wake hajawahi kumpiga, lakini amenipiga mimi, akanipiga veru, akanipiga chini. Mimi si, mimi ni mwanamke, sina nguvu.